Kama simu yako inachemka sana mara kwa mara, acha mambo makuu yafuatayo. Kitu cha kwanza acha kutumia applications ambazo ni kubwa kwa uwezo kulipa hata simu yako, mfano games, video editing kwenye simu na applications zingine za namna hiyo. Lakini kitu kingine ki cha pili ni kuacha kutumia simu ikiwa chaji kusababisha simu kuchemka mara kwa mara. Lakini kitu cha tatu ni kuzima application zote ambazo zina run background. Hii unafanyaje? Hapa tunaenda setting, tunaenda setting, tutaenda battery and power saving then tutaenda kwenye battery usage. Kwenye battery usage hapa kuna kama nitasema anitumie hapa moja kwa moja, nitaangalia applications zote ambazo zimetumia sana chaja kwa siku ya leo. Nimechomoa simu charge ni saa kumi na mbili na dakika thelathini na moja. Ukiangalia hapa TikTok imetumia peke yake, nimetumia asilimia thelathini na nne nimetumia kumi na tano na Facebook nane na zingine. Kwa hapa nitaenda TikTok nita, nita restrict kwamba nitaizima au nitaiwekea nita kipingamizi kwamba isifanye kazi background, kwa nita restrict, nitarudi tena, nitaenda kwenye VLC yenyewe nitaifanya hivyo, nitaenda kwenye restricted, nitarudi nyuma, kwa hiyo nitafanya hivi kwenye application zote ambazo naona zinatumia sana. Baada ya hapo njia nyingine ambayo inaweza kusababisha simu yako kuchemka mara kwa, kwa mara ni kava zetu za simu. Kuna kava zingine hazina hata sehemu ya kupumulia zaidi ya kamera, so it, it is better kwamba wakati una charge simu huwaondoa ile kava, ukisha jaa basi utarudisha kava yako yeah, ya baada ya kusema hayo, seme asanteni sana.